Aliletwa hapa akiwa hana hata ufahamu, aligeuzwa nyumbani kama mwezi mzima ha, na mtoto wake pia akaletwa hapa, bao wanavimba, lakini alipoletwa hapa mbele ya madhabahu ya mtumishi wa Mungu Isaya akawa mzima na mtoto wake wote wanaendelea vizuri, hakuna shida yoyote.